Mbwaduke Stats, Sport Next Level. Licha ya machungu yaliyopatikana kwa Tanzania, yaliyopatikana kwa wekundu wa Msimbazi Simba ya kupoteza fursa ya kutoa taji la kombe la shirikisho barani Afrika baada ya sare ya moja moja, wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya wanafainali wenzao RS Berkane ya kutoka kule nchini Morocco, na matokeo yake RS Berkane kutoa ubingwa kwa matokeo ya jumla ya mabao matatu kwa moja ikikumbuka kwamba mechi ya kwanza fainali ya kwanza tarehe 17 mwezi huu kule kwao nchini Moroko walishinda mbili bila, na ndiyo maana matokeo ya jumla yamekuwa tatu moja. Lakini kuna machungu mengine, kuna maumivu mengine, nao ni kwamba RS Berkane wameiporomosha Simba katika viwango vya ubora vya shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF. Ikumbukwe kabla ya fainali hizi mbili ambazo mshindi wa jumla ndiye ametwaa ubingwa kwa sababu zote mbili zimefika fainali kutokana na kiwango bora alichokionyesha katika michuano ya kombe la shirikisho msimu huu kuanzia hatua ya makundi, robo fainali, nusu fainali na hatimaye kufika katika fainali. Ni kwamba kwenye msimamo wa viwango vya ubora barani Afrika kwa mujibu wa CAF, Simba na RS Berkane walikuwa na vita nyingine, nayo ni kuwania nafasi mojawapo, kwa maana kwamba Simba waiache zaidi RS Berkane kwa pointi, ama RS Berkane wakitwaa ubingwa basi waipoke Simba nafasi ya nne kwa ubora barani Afrika, wao watwae nafasi hiyo lakini pia waiache Simba kwa pointi. Lakini Simba ingeshinda ingezidi kuongeza pointi zake kwa sababu baina yao tofauti ilikuwa ni pointi moja Simba wakiwa juu, wakiwa na pointi 48, RS Berkane wakiwa na nane, Berkane, pointi 47, kwa sababu msimamo hapo kabla wa viwango vya ubora barani Afrika kwa mujibu wa CAF ulikuwa kama ifuatavyo: ya kwanza kwa ubora ni Al Ahli ya Misri yenye pointi 78 viwango ama pointi ambazo matumizi yake ni katika msimu ujao wa michuano ya klabu ya CAF kwenye kombe la shirikisho na ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa maana msimu 2025 2026. Kwa hiyo Al Ahly wakiwa na point 78 ndio klabu namba moja kwa ubora barani Afrika, lakini namba mbili ni Mamelodi Sundowns. Mamelodi inashika nafasi ya pili kwa sababu ina pointi eh, sitini na mbili. Lakini wakati huo ikiwa na nafasi ya kuweza kuongeza pointi hizi kwa sababu iko finali inacheza dhidi ya Pyramids. Mechi ya kwanza imeisha kwa sare ya moja moja, haijajulikana bado bingwa nani. Itategemea mechi ya marudiano Juni mosi mwaka huu wakati Mamelodi watapokwenda kule nchini Misri kucheza dhidi ya Pyramids katika finali ya pili ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo mshindi wa matukio ya juma jumla katika mechi zote mbili baada ya sare ya moja moja kwenye mechi iliyochezwa kule Afrika Kusini, ndiye tiketoa ubingwa. Kwa hiyo ikitokea Mamelodi ametoa ubingwa ataongeza hizo point, lakini bado Unaona hapa kwa idadi ya pointi Al Ahli itaendelea kuwa namba moja kwa viwango vya ubora kutokana na pointi 78 walizonazo. Ya tatu ni Esperance de Tunis ambayo yenyewe inashikilia nafasi hii ikiwa na pointi hamsini na saba. Yenyewe ilishaondoshwa katika michuano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika kwa hiyo haina uwezo kuongeza tena pointi. Safari yake katika Ligi ya Mabingwa iliishia nusu finale. Lakini nafasi ya nne ilikuwa ikitwaliwa na Wekundu wa Msimbazi Simba Mnyama ambao kabla ya mechi mbili Finali, walikuwa na pointi 48 na hivyo kutoa nafasi ya nne kushika nafasi ya nne kwa viwango vya ubora barani Afrika. Wanaofuatia walikuwa ni hawa RS Berkane ambao wao wako walikuwa nyuma ya Simba kwa tofauti ya pointi moja kwa sababu walikuwa na pointi 47, lakini wote wawili walikuwa na nafasi ya kuongeza pointi zaidi. Kama Simba ingetoa ubingwa, maana yake ungeongeza alama tano hapa na hivyo ingefikisha pointi 53 tatu kuikaribia Esperance de Tunis yenye pointi 57, kuiacha zaidi RS Berkan yenye pointi 47 lakini ushindi wa RS Berkane maana yake unamaanisha imeongeza pointi zake, sasa ina pointi hamsini na mbili. Matokeo yake ni nini? Ni kwamba RS Berkane wanapanda sasa kwa viwango vya ubora kutoka nafasi ya tano waliokuwapo, wanakuja katika nafasi ya 4 inayotwaliwa na Simba. Halafu Simba yenyewe ina drop, kuja katika nafasi ya tano iliyokuwa ikishikiliwa na RS Berkane. Mtiririko unakuwa kama ifuatavyo sasa, Al Ahli bado ni namba moja wakiwa na pointi 78. Namba 2 kwa sasa ni Mamelodi Sundowns kwa sababu fainali ya pili ya ligi ya mabingwa bado haijachezwa. Kama nilivyotoka kueleza awali, Mamelodi wako nafasi ya pili wakiwa na pointi eh, sitini na mbili s yes. Pointi katika ligi ya mabingwa ukitoa ubingwa zinaongezeka pointi sita. Kwa hiyo wakiongeza hapa watakuwa wakitoa ubingwa utaongeza sita, watakuwa na pointi 68 na ambazo bado nazo na zitaifanya Mamelodi iendelee kuwa ya pili pindi ikitwa ubingwa kwa hiyo ikitwa ubingwa isipotoa ubingwa, Mamelodi kwa msimu huu bado inaendelea kubaki ya pili kwa viwango vya ubora, mbele baada tu ya Al Ahli yenye pointi nyingi pointi 78. Ya tatu bado ni Esperance de Tunis ambayo yenyewe ina pointi hamsini na saba, lakini sasa ya 4 ni RS Berkane ambayo sasa ina pointi 52, huku Simba imeporomoka sasa mpaka nafasi ya tano, Simba ikiwa na pointi, eh, pointi 48 hizi na zilizokuwa awali. Kwa RS Berkane waipita Simba pointi 4 ikiwa nafasi ya 4, lakini bado Simba ipo miongoni mwa klabu tano bora barani Afrika kwa pointi zake hizi tano. Hata hivyo, endapo Pyramids ita itashinda mechi ya pili ama tuseme itatoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika, Pyramids itakuja pia kuiporomosha Simba kwa sababu yenyewe hivi sasa Pyramids inashika nafasi ya sita ikiwa na pointi eh, Pyramids ikiwa na pointi arobaini na mbili ikishinda na kutoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika, maana yake itaongeza pointi 6 kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Ukitoa ubingwa unapata pointi 6, ila kwa ufupi tu wataongeza pointi 6 sita. Wakiongeza hapa Pyramids, maana yake watatimiza pointi 48 sawa na Simba, lakini kwa utaratibu wa CAF kama timu zinalingana point, yule aliyevuna point hivi karibuni kwa wingi zaidi ndiye anayekuwa juu ya mwingine. Kwa hiyo Pyramids watapanda kutoka nafasi ya sita pindi wakitoa ubingwa na kuwa hadi katika nafasi ya tano kwa sababu watatimiza point 48. Simba itaporomoka na kuwa ya sita, nafasi ambayo wapo sasa, Pyramids wakiwa na point 42. Je, nini kitakachotokea ni swala la kusubiri, lakini kiufupi pointi hizi zina athari pia katika msimamo wa viwango vya ubora wa ligi bora barani Afrika. Hivi sasa ligi kuu Tanzania bara iko nafasi ya tano kwa ubora ikiwa na alama 82.5. Simba ingeshinda ingeongeza pointi na kuwa 87.5. Lakini sasa ina pointi hizo isipokuwa, bado inabaki kuwa ya tano kwa ubora kwa sababu Pyramids ni ya Misri Mamelodi Sundowns ni Afrika Kusini, ambazo zote na RS Berkane ya Morocco, ambazo zote mataifa yake, kabla hata fainali hizi kuchezwa, yako juu ya Tanzania. Kwenye ligi bora barani Afrika, ya kwanza ni ligi kuu ya Misri ambayo kabla ya fainali ya pili kuchezwa ili kujua hatima ya Pyramids, wao wanaongoza kwa na pointi 185.5. Ya pili ni ligi kuu ya Morocco iliyokuwa na pointi 137. Ushindi wa RS Berkane umewezesha kuongeza pointi tano. Sasa ligi kuu ya Morocco ina pointi 142. Ya tatu ni ligi kuu ya Algeria ambayo ina pointi 131. Ya nne ni ligi kuu ya Afrika Kusini yenye pointi 130. Endapo Mamelodi watashinda dhidi ya Pyramids na kutoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika ligi kuu ya Afrika Kusini itaongeza pointi zake kutoka 130 na kwa 136 3 na hivyo ita, itaweza kuipita Algeria na kupanda kutoka kwa ligi bora namba 4 na kwa ligi bora namba tatu kwa sababu Algeria wameizidi Afrika Kusini kwa sasa kwa pointi moja tu wakiwa na pointi 131. Baada hapo inakuja ligi ya tano ambayo ni ligi kuu Tanzania bara ambayo yenyewe ina pointini zilizotoka kuzieleza 82.5, hivyo Nafasi ya ligi kuu Tanzania bara inabaki kuwa nafasi hiyo kwa sababu hizi timu nyingine ni za ligi ambazo tayari ziko juu ya ligi kuu Tanzania bara. Cha msingi ni kuomba klabu zetu katika michuano ya kafu msimu ujao 25 26, zifanye vizuri zaidi. Simba na Yanga zitakuwa na zita tiketi ya kuwakilisha nchi katika ligi ya mabingwa barani Afrika, basi zifanye vizuri zaidi zaidi, ambako huko pointi ukusanywa kwa wingi zaidi pindi timu inapofanya vizuri, lakini pia wawakilishi wa nchi katika kombe la shirikisho wafanye vizuri zaidi. Azam na Singida Black Stars wote watawakilisha nchi katika kombe la shirikisho, kwa sababu bingwa na nafasi ya pili wote wanapata tiketi ligi ya mabingwa, na hiyo ni hizo ni Yanga na Simba, mmoja atakuwa bingwa, mmoja wa pili, lakini Azam na Singida Black Stars moja itakuwa ya tatu, moja ya, ya nne. Na Singida Black Stars wapo pia kwenye kombe la shirikisho, wako nusu finali, wanacheza dhidi ya Simba. Hata wakifungwa Simba watakwenda kucheza fainali na Yanga ambao wakitoa ubingwa, hamna yeyote atashiriki kombe la shirikisho, nafasi itaangukia kwa timu ya nne ambayo ni Singida Black Stars ama Azam katika nafasi nne za juu, kwa sababu hizo mbili kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara ndizo zina uhakika wa moja kwa ya tatu kati ya Azam na Singida Black Stars, au moja kwa ya nne kati ya hao hao Azam na Singida Black Stars. Yanga na Simba moja itakuwa bingwa moja ya pili. Nadhani imeeleweka vizuri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hiko kwa kwa una subscribe, una share, una like na ku comment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats Sport Next Level.